Naam, habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Tupo huko Mashariki ya Kati ambako bado hali sio shwari. Wahouthi kutoka Yemen wameamua kweli kweli, na sasa wanafanya mashambulizi makubwa katika bahari nyekundu, wakishambulia meli yoyote ambayo inahusishwa na Israel, ambayo pia imeanzisha mashambulizi mapya katika ukanda wa Gaza na kupelekea vifo vya baadhi ya watu zaidi ya watu mia mbili wakipoteza maisha huko Gaza, lakini pia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akidai kwamba huo ni mwanzo tu na wataendeleza kufanya mashambulizi zaidi huku Hamas wakilalamika kwa kukiukwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wahouthi ambao wamekuwa wakiunga mkono wanamgambo wa Hamas pamoja na watu wa Palestina wameendelea kufanya mashambulizi, na kubwa zaidi ni kwamba usiku wa kuamkia leo Wahouthi wamerusha kombora la ballistic nchini Israel, na Rais wa Marekani Trump ameionya Iran kwa kuendelea kuwaunga mkono hao wanamgambo wa Wahouthi kutoka Yemen. Lakini kiufupi tu ni kupitisha hapa kwamba tangu kuanza kwa operation ya jeshi la Israel IDF eneo la Gaza Oktoba 7 mwaka 2023, ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imedai kuwa idadi ya vifo ni zaidi ya watu 61,700, lakini pia zaidi ya watu 200 walitekwa. Inaelezwa maelfu ya Wapalestina bado wapo chini ya vifusi, huku takriban watu 1,139 wakiuawa nchini Israel tangu kuanza kwa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas Oktoba 7 mwaka 2023. Moja kwa moja tuingie katika taarifa yetu, ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema limefanikiwa kuzuia kombora la balistiki ambalo limerushwa na waasi wa kiouzi kutoka nchini Yemen. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, shambulizi hilo limefanyika usiku wa kuamkia leo Alhamisi Machi 20 mwaka 2025 na ni la mara ya kwanza katika kipindi cha miezi miwili tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitishwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas la Gaza nchini Palestina. Kombora hilo lilidunguliwa kabla ya kuingia kwenye anga ya nchi hiyo, king'ora cha tahadhari kilelia kuonyesha hali ya hatari kwa umma. IDF iliandika katika mtandao wa X. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Wahuthi Amin Hayan amesema kuwa kombora hilo lilielekezwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion nchini Israel. Wahozi wanadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Yemen ikiwemo mji mkuu wake Sanaa. Kundi hilo limekuwa likiendesha mashambulizi yake kwenye meli za kimataifa na kurusha makombora kuelekea Israel kama hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya jeshi la Israel IDF zidi ya Hamas huko Gaza. Mwishoni mwa wiki, rais wa Marekani Donald Trump aliamuru mashambulizi ya anga na makombora ya masafa marefu dhidi ya ngome za Wahouthi huko Yemen. Jumatano alionya kuwa Marekani italifutilia mbali kundi hilo. Kiongozi wa waasi wa Kihouthi Abdul Malik Al Houthi aliahidi kuendelea na mashambulizi kwa ajili ya kulipiza kisasi cha Wapalestina wanaoishi huko Gaza. Tutafanya kila tuwezalo zidi ya adui wa kizayuni Israel na kuwaunga mkono watu wa Palestina. Tunapambana na msaada wowote wa Marekani kwa Israel ambao utahusisha kushambulia nchi yetu. Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya The New Arab, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Hamas na Israel yalivunjika wiki hii baada ya pande hizo kushindwa kufikia maelewano. Jeshi la Israel lilirejesha tena mashambulizi yake ya anga huko Gaza Jumanne na limeendelea na operesheni zake za ardhini huku takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya watu 400 wameuawa ndani ya siku tatu. IDF kupitia operesheni zake za ardhini imerejesha udhibiti wa ukanda wa Netizarim ulioko kusini mwa jiji la Gaza nchini Palestina. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Iran kusitisha msaada wake wa kijeshi kwa wahoz akiahidi kuwa kundi hilo lipo mbioni kufutwa kabisa na Marekani. Matamshi ya rais wa Marekani Jumatano yalikuja siku moja baada ya waasi wahozi kushambulia meli za kivita za Marekani katika eneo la Bahari Nyekundu na pia kurusha kombora kuelekea Israel. Jumatano pia iliashiria siku nyingine ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya ngome za wahozi huko Yemen, ikiwemo mji mkuu. Sana uharibifu mkubwa umetokea kwa waasi wa kihous na mtashuhudia hali inavyozidi kuwa mbaya kwao. Haya si mapambano ya haki na hayatakuwa hivyo kamwe, watafutwa kabisa, ameandika Trump katika mtandao wa kijamii wa Truth Social. Mwezi huu Marekani imefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya waasi wa kihous ambao wanajitangaza kama jeshi rasmi la Yemen. Tangu mwaka 2023, wahozi wamekuwa wakishambulia meli katika eneo la bahari nyekundu na kurusha makombora kuelekea Israel kwa lengo la kuishinikiza serikali ya Israel kukomesha vita dhidi ya Gaza. Utawala wa aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden pia ulifanya mashambulizi dhidi ya waasi wa hozi, lakini kampeni hiyo haikufanikiwa kuwazuia kuendelea na mashambulizi yao. Katika ujumbe wake wa mtandaoni Jumatano, Trump alidai kuna ripoti zinaonyesha kuwa Iran inapunguza msaada wake kwa wahozi lakini bado ina, inatuma vifaa kwa wingi zaidi kuelekea kwa kundi hilo. Iran lazima isitishe mara moja usambazaji wa vifaa hivi. Wahozi wajipiganie wenyewe. Vyovyote Iwavyo watashindwa, lakini kwa njia hii watashindwa haraka, ameandika Trump, ambapo pia ameitishia Iran kuwa itaichukulia hatua kali iwapo itashindwa kuwadhibiti waasi hao wa Kihouzi. Ingawa wahouzi wanaojulikana rasmi kama Ansar Allah wana uhusiano wa karibu na Iran, haiko wazi ni kwa kiwango gani wanategemea msaada wa Iran ama iwapo Iran inaweza kuwaamuru waache mashambulizi yao. Kila risasi inayorushwa na Wahouthi itachukuliwa kuanzia sasa kama shambulio lililoratibiwa na silaha na uongozi wa Iran, na itawajibishwa na itaathirika vibaya, na madhara hayo yatakuwa makubwa sana, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii Jumamosi, wakati mashambulizi ya Marekani dhidi ya Houthi yalipoanza tena. Kwa upande wao, Wahouthi wamepuzia vitisho na mashambulizi ya Marekani wakiahidi kuendelea na mashambulizi yao hadi Israel itakapositisha mashambulizi yake huko Gaza. Jeshi la Yemen linathibitisha kuwa uchokozi wa Marekani hautaizuia kwani wapo thabiti na wanapigana kutekeleza wajibu wao kidini, maadili na kibinadamu kwa watu wa Palestina. Lilielekeza kundi hilo katika taarifa yake Jumanne ya wiki hii. Trump aliliongeza kundi la kihozi kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya kigeni mwanzoni mwa urais wake mwaka huu. Utawala wa Biden hapo awali nao uliwapa wahozi hadhi ya magaidi wa kimataifa walioteuliwa rasmi. Kwa mujibu wa wizara ya afya eneo la Gaza, mashambulizi ya wiki hii yameua takriban Wapalestina 436, wakiwemo watoto 183. Hii ni habari kubwa zaidi, Israel ikidai kuwa imenasa kombora la balistiki ambalo limerushwa kutoka Yemen mapema Alhamisi, huku uhasama na waasi wa Houthi ukizidi huku kukiwa na vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump na vya kuiadhibu Iran kwa kuhisiwa kuwaunga mkono wa Houthi kutoka Yemen. Moja kwa moja una nafasi ya kutochea maoni yako kwa taarifa hii, lakini kubwa zaidi ni kwamba mashambulizi hayo yametatiza biashara ya kimataifa na kusababisha jeshi la Marekani kuanzisha kampeni ya gharama kubwa ya kuzuia makombora katika bahari nyekundu. Wahouthi ni sehemu ya kile kinachoitwa axis of resistance, yaani muungano dhidi ya Israel na dhidi ya Magharibi na wa, wa wanamgambo wa kikanda wakiwemo Hamas, Hezbollah ya Lebanon pamoja na makundi yenye silaha nchini Iraki, yote yakiungwa mkono na Iran. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi na kwa habari mbalimbali mbali, endelea kukaa karibu nasi ili uweze kufahamu e, kitu gani kinaendelea huko mashariki ya kati. Lakini pia sasa tunatazama zaidi Wahouthi pamoja na matamko hayo kutoka Marekani, lakini pia Trump kutaka eh, wanajeshi kutoka Marekani kuhakikisha kwamba wanafanya mashambulizi makubwa kuwazuia Wahouthi kutoka Yemen, lakini pia nao wapo mstari wa mbele kuhakikisha kwamba bado wanazidi kuwatetea watu wa Gaza pamoja na watu wa Palestina, ambao wameanza tena kushambuliwa na Israel, na wamerusha kombora hilo la ballistic ambalo lilikuwa limetarget kuutandika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion. Tochia yako yako, na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.